Rais William Ruto anaendelea kujizulia mapenzi kutoka eneo la Pwani kutokana na uteuzi wake wa makatibu katika wizara mbalimbali. Jamii ya vipunde kuonyesha mapenzi yao kwa Rais William Ruto ni jamii ya Wataita wanaoishi kaunti ya wa Mombasa ambao wamempongeza rais kwa kumteua Shadrack Mwadime kuhudumu katika wadhifa wa katibu katika wizara ya Leba. Wakazi hao wakiwemo John Walele, kasisi Josephat Mwanguku na Joseph Bandika wamesema jamii hiyo ilikuwa nyuma katika kuhusishwa katika kazi za serikali. Aidha, wameahidi kushirikiana kikamilifu na, na serikali ya rais Ruto. Nami pia nasikia kushukuru Mungu kwa sababu ya rais wetu mteule, Rais Samuel Ruto, tunashukuru kwa ajili ya kutupatia huyu, uh, kijana wetu wa Taita. Hakika rais amefanya jambo zuri kwa kukumbuka jamii ya Taita, kutupatia uh, Mungu akubariki sana rais wetu, kufaidika na uteuzi maana yake upande wa leba Wataita walikuwa wamesaulika mbali mba, mba, mba sana upande wa serikali. Pia Wataita walikuwa wamesaulika sana. Ukiangalia kwa upande wa serikali, wale ambao wako ndani ya serikali wanafanya kazi upande wa serikali ni wachache sana. Kwa hivyo sisi tunashukuru rais kwa hiyo shughuli aliyofanya, na pia najua kuna marishafu za masiesi zinakuja Tunaamini kwamba hajatusahau, bado anatukumbuka, kwa sababu Taita Taveta hakuna siku tumekuwa na bendera, so tunaamini kwamba hii katika CS. Yes, yes, nadhani hata tusahau kwa upande wake. Rafael Komoro amempongeza Mwadime kutokana na utendakazi wake serikalini na kumuomba kushirikiana zaidi na viongozi wa pwani na Kenya kwa ujumla ili kuhakikisha vijana wananufaika hata zaidi yes, amefanya mambo mengi sana mwanzo niweze kumkongratulate, iko bilateral agreements na nchi za, za ubeiguni. Amesaini bilateral agreements za nchi za ubeguni nchi 18. Pili, ameandika leba atachisi katika kila nchi ambapo watu wetu wako pale, so ni jambo la kupeana kongole sana. Sisi tunasema kama vijana wa Kipwani, tunamshukuru sana His Excellency William Samuel Ruto, manake ndugu yetu kiongozi wetu amepata hii fursa na tuna mrai aweze kuhakikisha ameungana na viongozi wengine wa kipwani na Kenya kwa ujumla kuhakikisha ameweza kusaidia wale vijana kwa kule nje. Aidha, amesema kama jamii itaendelea kushirikiana na, na serikali. Labda tu kutoa tu kidokezo kidogo, iko vijana zaidi ya elfu tatu wameenda nchi za ugaibuni, kwanza Saudi Arabia, Qatar, Jemani na kila mahali. Hapo awali alipokuwa maritime, iko vijana elfu tatu sasa hivi mabaharia tunasema kongole sana na tutasimama na yeye, na sisi hatutabaki opposition, kama tunataka tuwashue serikali. Sisi kama jamii ya kwani tutasimama na wao, na sisi kama vijana wa kizazi kipya tutahakikisha re-election ya William Samuel Ruto, maana tumeona manufaa yake. Kwa kifupi tu, dongo kundu special economic zone tunaiona, affordable housing mali hapa mali, mimi niko Changamwe sub county, nikiwa kama kiongozi, iko 8000 units zinajengwa, ile ni ajira ambayo iko pale. Ali Vincent, Benvin TV, ah.